Wagonjwa wa saratani katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta hapa Nairobi wameelezea masaibu yao kufuatia kukatika mara kwa mara kwa mfumo unaotoa huduma kupitia bima ya SHA. Wagonjwa pamoja na walezi wao wamesema hali hii imewalazimu kusubiri hadi siku tatu kupata matibabu. Na huku ulimwengu kuadhimisha siku ya saratani, wagonjwa hao wanaitaka serikali kutekeleza maagizo ya rais ya kuongeza fedha za SHA kwa wagonjwa wa saratani kutoka shilingi laki tano hadi shilingi laki nane. Emily Chabeda anatuanzishia taarifa zetu. <coughs> Ni wagonjwa wenye ghadhabu katika kituo cha saratani katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Wagonjwa wa saratani na walezi wao waliofika hapa kupata huduma muhimu wameelezea kukata tamaa baada ya katibu wa huduma za matibabu Daktari Ouma Oluga kukosa kuwasikiliza alipotembelea kituo hicho wakati wa maadhimisho ya siku ya saratani duniani. Yeah, yeah. Daktari Oluga ambaye alikuwa ameandamana na afisa mkuu wa hospitali hiyo Richard Lesiampe alifika langoni mwa kituo hicho na kuondoka kuelekea mkutano mwingine, hatua iliyosababisha hasira miongoni mwa wagonjwa. Working, exactly. Wagonjwa hao wanaitaka serikali kukagua mfumo huo wa SHA ambao wanasema unasababisha mahangaiko na maumivu zaidi. Nakuja huku hivi kwa system, pia unaambiwa system iko low, unashindwa sasa nini. Hospitali kubwa hivi mbona tunakosa kupata usaidizi hivi? Kelvin Okoth anasema alifika hospitalini saa kumi na moja alfajiri na kupewa nambari 27 kwenye foleni, ila kufikia wakati tulipokutana naye mwendo wa saa saba mchana hakuwa amepata huduma.

Wagonjwa wa saratani pia wamelalamikia kucheleweshwa kwa uboreshaji wa malipo ya mfumo wa SHA kama ilivyoahidiwa na Rais Ruto mwishoni mwa mwaka uliopita. Kulingana na Daktari Oluga, wizara ya afya imeandikia barua hospitali zote zenye makubaliano na SHA kuwaruhusu wagonjwa wa saratani kupata matibabu kufikia hadi shilingi laki nane.

Oluga pia alisema serikali inaanzisha vituo zaidi vya matibabu ya saratani kote nchini, kama njia ya kuwezesha ugunduzi wa mapema wa ugonjwa huo na kuboresha utoaji huduma. Emily Chebet, runinga ya Citizen.